Na sasa mtazamaji, ni habari za tanzia, ambapo aliwahi kuwa kocha mkuu wa Wekundu Msimbazi, Simba, James Agre Sianga amefariki dunia jana usiku katika hospitali ya Bungoma nchini Kenya baada ya kuugua kwa muda mrefu. Kwa mujibu wa taarifa iliyothibitishwa na afisa wa chama cha soka cha Kefoka nchini Kenya, Bob Oyugi, Sianga ambaye ni mmoja wa makocha walioheshimika sana Afrika Mashariki amefariki dunia saa sita usiku wa jana. Kocha huyo katika maisha yake amewahi kuzichezea timu za Gor Mahia, Luo Union na mataifa ya Kenya Harambee Stars kama mlinda mlango, lakini pia amewahi kuzifundisha timu za Simba, Moro United, Mtibwa Sugar na Express ya Uganda. Sianga alidakia Kenya katika fainali za kombe la mataifa ya Afrika na pia aliwahi kuwa kocha Harambee Stars mwaka 1999 na mwaka elfu mbili na pia aliwekwa kocha timu ya Tanzania bara the Kilimanjaro Stars kwa muda mfupi mwaka elfu mbili na mbili. Sianga ndiye aliwezesha timu ya Simba kuitoa Zamalek ya Misri waliokuwa mabingwa wa Afrika katika hatua ya bora na kuingia hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika mwaka 2013. Mungu ampumzishe kwa amani, guji huyo wa soka James Agrey Sianga mala pema peponi. Amin.